Nam, tukiendelea na hayo makala yetu ya kazi ni na kazi ni kazi, kwamba safari ya mafanikio huenda ikawa ngumu, kwani maisha yanapanda shuka. Hata hivyo, vijana wanahimizwa kutokata tamaa katika azma ya kujitafutia riziki. Diana Mbula ni mmoja wa mabinti waliokumbatia maarifa ya ulimbwende kujiajiri baada ya kuhitimu kutoka chuo kikuu. Fredrick Muoki pia bado anamwangazia Mbula kwenye makala ya juma hili ya kazi ni kazi. Ajizi ni nyumba ya cha. Karibu katika makala ya juma hili, ambapo nimepata nafasi ya kipekee ya kusemezana na binti ambaye amebobea sana katika taaluma ya ulimbwende. So we went to make up by Rose mekeabiros uh, nikafanya course ya one month um, but of course, lazima u practice, lazima you practice you go perfect ect. Uh, lazima ukwe na interest and and then every skill yenyekonayo hata kama uko na interest gani you have to lazima uende mahali usome ndio kuwe perfect fect. Uh, products zetu zinaendanga zikiongezeka bei so zingine pia kwa kazi zetu personal inabidi, kama zenye una charge hata huko nje unaongeza pesa. Kianzia primers lazima kuwe na primers, kuwe na powders, foundations, eyeshadow, um, kuna, kuna lipis, hizo vitu zote uh, wateja wengi mostly ni wanawake wamekomaa, tuseme thirties and above ama but lakini siku hizi wasichana wadogo wenye wanapenda wanapenda kwenda out sana pia o sana sana, ndio utapata au wengine labda corporate women, wenye wako 30 and above. Na pia watu kama watu wenye wanaenda weddings, birthday parties, sherehe zote na wanataka makeup. kuna yes. types? Tisa? Kuna nine types I think. E, kuna day look. Hii ni kama look kama hii ni ya kutembea mchana, hii ni day look. And then kuna night look, ndio utapata sasa mtu amepaka vitu shiny shiny, unaweza enda all out sana. Kuna media look. Media look inaweza kuwa kama hii, kuna shimmers kidogo, labda na lipstick red. Kuna bridal look. Um, inakanga mbona kuna Christian bridal na kuna Muslim bridal kwa sababu Muslims wanapenda kuenda all out. Lazima uweke personal effort because uh, cause industry zote zina evolve. So, lazima ujue ni nini koko kwa market, nini unafaa kuongeza kwa skills zako na ku practice usikae mali pamoja, cause industry zote zina zina change. Kauli ambayo nitapata nayo katika makala juma hili ni kwamba vijana mnahimizwa, pindi unapohitimu katika chuo kikuu, sio lazima uajiriwe, ila unaweza jiajiri kwa kukumbatia maarifa ambayo unapokea pale nje, jinsi Diana Mbula alipobobea yani mbobezi katika sekta ya ulimbwende. Na hayo tu kwa sasa hadi makala yajayo.